Jeshi la polisi mkoa wa Arusha limesema kuwa linapenda kutoa ufafanuzi juu ya taarifa inayosambaa katika mitandao ya kijamii na picha mjongeo ikimwonesha mwananchi mmoja aitwaye Mercy Daniel, mkazi wa Arusha, ambaye ameeleza kupotea kwa mume wake aitwaye David Gipson, mkazi wa Arusha, huku likiweka wazi kwa mtu huyo hashikiliwi na jeshi hilo. Akitoa taarifa hiyo leo Machi 18 mwaka 2025, kamanda wa polisi mkoa wa Arusha kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Justine Masejo amesema kuwa jeshi hilo limepokea taarifa hiyo na uchunguzi wa shauri hilo unaendelea katika ufuatiliaji. Jeshi la polisi limesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa David Gipson amehusishwa na upotevu wa fedha uliotokea katika benki moja jijini Arusha. SSP Masejo ameongeza kuwa jeshi la polisi mkoani humo linaendelea na ufua fuatiliaji wa shauri hilo ili kubaini mtu huyo yuko wapi, na taarifa kamili itatolewa. Lakini pia ametoa wito kwa wananchi kusaidia jeshi la polisi kutoa taarifa za mtu huyo popote atakapoonekana wa chuo cha The Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salam, chenye ithibati na usajili wa NACTE namba REG mkwaju ane mkwaju 029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza tarehe 7 April 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na digrii wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za offer kama vile computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0717816034 au 0715075840 KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.